Karibu katika Mseto Plasi ya leo, Oktoba 24, dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia na ikuletea taarifa hizo. Jina langu ni Fatma Huseni, nyuma ya kamera ni, ni Gudrick right Gustav. Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam imekataa ombi la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu na kutaka apewe dhamana katika kesi ya uhaini inayomkabili huku ikipanga kuendelea na usikilizaji wa kesi hiyo Novemba 3, 2025. Mwamuzi huo umetolewa leo Ijumaa, Oktoba 24, 2025 na jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya Iringa, Dastani Nduguru, baada ya Lissu kuwasilisha maombi ya dhamana kufuatia ombi la upande wa jamhuri kuahirisha kesi hiyo. Awali upande wa jamhuri uliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa madai kuwa shahidi wanne ambaye alitarajiwa kutoa ushahidi leo hakuweza kufikishwa mahakamani kutokana na changamoto za usafiri kwa kuwa baadhi ya mashahidi wapo nje ya Dar es Salaam. Hata hivyo, Lissu alipinga ombi hilo akidai kuwa jamhuri inatumia kisingizio cha mashahidi kuchelewesha mwenendo wa kesi kwa lengo la kumweka gerezani hadi kipindi cha uchaguzi mkuu kimalizike. Alidai kuwa mahakama inapaswa kuilazimisha jamhuri kuendelea na kesi au kumpa dhamana ili arejee nyumbani akisubiri mwenendo wa kesi hiyo. Katika uamuzi wake, jopo la majaji limekubaliana na hoja za upande wa jamhuri likibainisha kuwa sababu zilizotolewa ni za msingi, zinakubalika kisheria na hasa ukizingatia kuwa tangu kesi hiyo ianze jamhuri ijawahi kushindwa kuleta mashahidi. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imetoa awamu ya kwanza ya upangaji wa mikopo na ruzuku kwa jumla ya wanafunzi laki moja na 35,240 nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo leo Ijumaa Oktoba 24, 2025, kati ya wanafunzi hao 40,952 ni wa shahada ya kwanza na 5342 ni wa shahada ambao wamepangiwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 152. Aidha, wanafunzi 615 waliopo chini ya mpango wa Samia Scholarship wamepangiwa ruzuku yenye jumla ya shilingi bilioni 3.3. Taarifa hiyo imeelezea kuwa wanafunzi 88331 wanaoendelea na masomo wamepangiwa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 271.2 baada ya kufaulu mitihani yao ya mwaka uliopita. Bodi hiyo imebainisha kuwa itaendelea kutoa awamu nyingine za mikopo hadi itakavyopokea uthibitisho wa udahili kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na matokeo ya wanafunzi wanaoendelea. Jumla ya wanafunzi waliopangiwa hizi pesa zote ni jumla ya wanafunzi laki moja na 35,240. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC imetangaza mabadiliko ya ratiba ya uchaguzi wa madiwani katika kata ya Mindu, jimbo la Morogoro Mjini, kata ya Mzinga, jimbo la Kivule, na kata ya Kirua Vunjo Magharibi, jimbo la Vunjo. Uamuzi huo umetokana na vifo vya wagombea watatu waliokuwa wakiwania nafasi ya udiwani katika kata hizo. Taarifa iliyotolewa leo Oktoba 24, 2025 na mkurugenzi wa uchaguzi wa INEC Ramadhani Kaelima imeeleza kuwa kwa mujibu wa vifungu vya sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 uchaguzi katika jimbo hilo ulisitishwa rasmi Oktoba 21, 2025. Taarifa hiyo imebainisha kuwa fomu za uteuzi katika kata hizo zitatolewa Oktoba 28, 2025 hadi Novemba 3, 2025 kwa wagombea udiwani wa Chama cha Mapinduzi CCM, chama cha The Civic United Front CUF, na chama cha CCT Wazalendo. Baada ya uchukuaji wa fomu hizo, siku hiyo hiyo ya Novemba 3 utafanyika uteuzi wa mgombea kupitia vyama hivyo. Kulingana na taarifa hiyo, kampeni za uchaguzi wa madiwani katika hizo zitafanyika kuanzia Novemba 4, 2025 hadi Januari 4, 2026 na uchaguzi kufanyika siku ya Jumatano 5, Januari 2026. 5, aidha Tume imefafanua kuwa uteuzi mpya hautahusisha mgombea mwingine yoyote aliyeteuliwa kihalali katika uteuzi uliofanyika awali isipokuwa kama atatoa taarifa ya kujitoa. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wametaka halmashauri kuu ya umoja huo kuendeleza mpango wake wa kuihudumia kifedha Ukraine kwa kipindi cha miaka miwili ijayo wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kuisaidia taifa hilo linalokabiliwa na vita. Hata hivyo mjadala kuhusu uwezekano wa kutumia mali za Urusi zilizozuiwa katika nchi wanachama kufadhili mikopo hiyo bado unaendelea. Baada ya Urusi kuivamia Ukraine mwaka 2022, umoja wa Ulaya ulizuia mali za benki kuu ya Urusi zenye thamani ya takriban euro bilioni 200 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 574 kwa sasa. Tume ya Ulaya inapendekeza kutumia mapato yatokanayo na mali hizo kama dhamana ya kutoa mikopo mikubwa kwa Kiev, hatua ambayo bado inaleta mjadala wa kisheria na kisiasa miongoni mwa wanachama. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba 24, nilikuletea taarifa hizo. Jina langu ni, ni Fatuma Huseni. Ni makamera kamera ni Gudrack Gustav. Tukutane tena wakati mwingine.